Kaunti ya Mombasa imeanzisha hazina ya ardhi ambayo itawawezesha wenyeji wa kaunti hiyo kuwa wamiliki rasmi wa ardhi kwa kuwafadhili katika ununuzi wa ardhi. Mpango huo utasaidia kupunguza mzozo wa ardhi baina ya wakazi hao. Aidha, wakazi hao wanaiomba serikali ya kaunti kushughulikia suala la unyakuzi wa ardhi na kufurushwa kwa wenyeji kutoka makwao. Kufuatia mizozo ya mara kwa mara ya ardhi kaunti ya Mombasa, baadhi ya wakaazi wanalalamikia kufurushwa kutoka kwa ardhi zao, akiwemo mvuvi Juma anadokezea kuwa wavuvi wanafurushwa na mashirika binafsi kutoka kwa maeneo wanayofanyia uvuvi. Na kibinafsi ninaongea hiyo landi ya Gamaka 4320 plus acres zimechukuliwa na private entity. Jamii for the last 20 years imehangaika kutafuta haki yao, kwa sababu ile ni ardhi ya mababu zetu. Enough is enough, we are saying this to the government, to the county government, we are saying this to the national government, we are saying this to any part concerned that enough is enough and we cannot wait. Hatuwezi tukanyamaza tukiangalia fuo zetu za bahari zinachukuliwa na watu binafsi. Aidha, mkurugenzi mkuu wa shirika la haki yetu Peter Kyama akiomba serikali ya kaunti kuchukulia hatua kitendo cha kufurusha watu makwao kwa kuwatumia majambazi. Akiongezea, anahimiza serikali kufunga maeneo taka haramu ambayo inasababisha mazingira duni kwa wakazi wa Mombasa. Tuna rai serikali yetu ya kaunti, swala la kwanza ni kwamba iweke mpangilio maalum wa kuweza kuzoa taka ili eh, mazingira yetu yawe, yawe mazuri. Tuna rai serikali yetu kwamba ikome kuvurusha wananchi kama wanyama. Tunaona kwamba wananchi wanavamiwa usiku wa manane, wanabomolewa, wanatumiwa vijana ambao wamejihami, ambao ni eh, you know, ambao tunaita goons. Tumeona hiyo eh, siku ya Jumapili usiku. Kuna wale wananchi ambao wamefurushwa, na wale ambao wanakuja kuwafurusha wamelindwa na, na polisi wakiwa na bunduki. Ili kusuluhisha malalamishi haya, serikali ya kaunti ya Mombasa imeanzisha mradi wa hazina ya ardhi ambapo itawawezesha wakaazi wa Mombasa kuwa wamiliki wa ardhi kwa kuwafadhili katika ununuzi wa ardhi. Akiongea waziri wa ardhi kaunti ya Mombasa, Mohamed Hussein alisema kuwa serikali ya kaunti imetenga milioni 50 kuhakikisha mradi huu unatekelezwa. Sisi kama serikali ya kaunti ni kuhakikisha watu wote wanapata haki zao. Ndio maana tumetengeza hii ardhi fund, na tunakuwa mediator ili watu waweze kuelewana, tuingilie kati bila watu kuteta wala kupigana wala kurushiana maneno, ili kila mtu aweze kufaidika na hii serikali, ikapitishwa budget kuwa itengewe elfu hamsini za kwanza which mwezi wa sita imepita juzi na pesa saindo zinafaa kuingia. So, ardhi fund ikiingizwa pesa sahihi ndio itakuwa execution zake za kwanza ya kuweza kununua ile mashamba kwa wananchi. Veronica David, Undugu TV.